ake kidole Uislamu ulikujenga na unakujenga katika kila jambo, we muislamu, kujiona unahusika. Lakini sisi tunaona kwamba hatuhusiki, ajali yake katika hali mbaya ya kufa kwa maadili kila mmoja anamnyoshea kidole mwenzake. Hali ya maadili ni mbaya sana, na maadili hasa ukiangalia hayana tafsiri kubwa zaidi ya kwamba ni yale mambo mema anayotakiwa mwanadamu kuyafanya, yale mambo mema kwa mujibu wa eneo fulani, anayotakiwa mwanadamu kuyafanya alafu hayafani yule mwanadamu huyo, ndio anafunja mali. Jamii yetu kwa sasa inafunja sana mali. Jamii yetu kwa sasa, asilimia kubwa hakuna mali, na bahati mbaya hatujalifanya hilo kama ni janga la kitaifa, tukalichukulia hatua, tukajua nini, kila mmoja abebe mzigo wake, ili kujaribu wadau huonyesha dhamira ya kuyaponya hayo maji.